anapita katika ziara ya kawaida ya kazi ya kawaida ya kukagua shughuli za kila siku. Hii barabara mnajua inajengwa, yeye anapita kukagua ee, kile serikali kilichoelekezwa ndicho kipo kwa hiyo msishangae, hatukutangaziana, ni shughuli ya kazi, ila kwa sababu tumefika kama nyinyi mpo, si busara akapita tu akapita si wasalimu, asipate mauli matatu kulingana na wale ka. Sasa hapa tuna mkuu wa mkoa, tuna meneja wa TANROADS, tuna kampuni inayoshughulika na ujenzi hapa lakini pia via